Ndugu mzazi na ndugu mlezi ambaye unatazama video hii, karibu kwenye chaneli yetu. Leo tutazungumzia mbinu bora za kulea watoto wa kike. Mbinu hizi zitawasaidia kuwa na maendeleo mazuri, kuwa na tabia nzuri na kufikia malengo yao. Hii ni muhimu kwa kila mzazi anayetaka kuona mtoto wake anakuwa na furaha na mafanikio mbinu hizi pia zitawasaidia watoto kujiandaa kuwa wanawake bora wenye kujitambua. Twende tukaangalie mbinu hizo ambazo zinasaidia kulea watoto wa kike. Mbinu ya kwanza ni kujenga heshima ya kujitegemea. Watoto wa kike wanahitaji kujua jinsi ya kuwa na heshima kwao wenyewe. Heshima ya kujitegemea ni muhimu kwani inawasaidia kuwa na confidence na kujua kuwa wanaweza kufanikisha mambo makubwa. Mazungumzo ya mara kwa mara na mtoto wako kuhusu uwezo wake na kumtia moyo kuna, kunasaidia kujua kwamba anaweza kuwa na mtazamo chanya kuhusu maisha yake. Sehemu ya pili tunaenda kuangalia Kuelewa na kusaidia mafunzo ya kijinsia. Ni muhimu sana kumfundisha mtoto wako wa kike kuhusu mabadiliko ya kijinsia na afya ya uzazi. Kuweka mazingira ya wazi ya mazungumzo yanayohusiana na masuala ya kijinsia kutamsaidia mtoto kuwa na ufanisi katika maisha yake ya baadaye. Hii itamfanya ajue kujiheshimu na kujua mipaka yake. Sehemu, ya tatu, tunaenda kuangalia kuwafundisha kujisimamia na kujithamini. Watoto wa kike wanahitaji kujifunza kuwa na ujasiri na kujithamini. Kuwafundisha mbinu za kujimudu na kutatua matatizo kutaongeza uwezo wao wa kujisimamia kwenye hali ngumu. Kumfundisha mtoto wa kike kujali hisia zake na kuonyesha njia za kutatua changamoto zitaongeza ustawi wake. Sehemu ya nne, sehemu ya nne tunaenda kuangalia kudumisha usawa kati ya elimu na burudani. Ni muhimu kuwa na mpangilio mzuri kati ya masomo na muda wa burudani. Watoto wa kike wanahitaji fursa ya kuendelea kujifunza lakini pia kushiriki katika shughuli za kijamii na michezo. Hii itawasaidia kuwa na afya bora ya mwili na akili. Mazungumzo ya wazi kuhusu umuhimu wa elimu na michezo ni muhimu mno katika maisha yao. Sehemu ya tano, tunaenda kuangalia kuwa mshirika wa karibu katika maendeleo yao. Ni muhimu kuwa na uhusiano mzuri na mtoto wako wa kike. Hii inajumuisha kuwa sehemu ya safari yake ya kielimu na kijamii. Kujitolea kwa muda na rasilimali kwa ajili ya mtoto wako kutasaidia kujenga uaminifu mkubwa kati yako na mtoto wako. Usikose kuonesha upendo na usikivu wa dhati. Sehemu ya sita tunaenda kuangalia jinsi ya kuweka misingi ya kujitambua. Watoto wa kike wanahitaji kujua thamani yao tangu wakiwa wadogo. Jifunze jinsi ya kuwafundisha kujithamini na kutambua uwezo wao bila kujali changamoto yoyote. Kuwa na majadiliano ya wazi na watoto kuhusu ndoto zao na jinsi ya kufikia malengo yao. Sehemu ya saba tunaenda kuona Jinsi ya kujenga uaminifu na uhusiano wa karibu. Kulea watoto wa kike ni zaidi ya kuwapa elimu, na pia kuwa na uhusiano wa karibu na watoto wa kike ni jambo jema sana. Hakikisha unawapa nafasi ya kujieleza bila hofu ya kuhukumiwa. Uaminifu ni muhimu ili mtoto aweze kuja kwako na changamoto zake akijua kwamba atapata msaada. Sehemu ya nane tunaenda kuangalia kuwafundisha thamani ya elimu. Elimu ni ufunguo wa mafanikio, ha hakuna mafanikio ya mtoto wa kike pasipokuwa na elimu. Hekima ya kutoa mfano na kuonyesha umuhimu wa kujitahidi shuleni na katika shughuli zake za kila siku. Hakikisha unawaonyesha watoto wa kike kuwa hakuna kikomo kwa kile wanachoweza kufanikisha kupitia elimu. Sehemu ya tisa tunaenda kujifunza na kuangalia jinsi ya kuwajengea uwezo wa kukabiliana na changamoto. Watoto wa kike wanahitaji kuwa na uwezo wa kushughulikia changamoto na kushinda vikwazo. Mfundishe mbinu za kujitahidi mwenyewe kupambana na changamoto yake na jinsi ya kukua kupitia majaribu. Hii itawawezesha kuwa na mtazamo wa kutokata tamaa na kuwa na hali ya kuendelea hata wanapokutana na magumu. Sehemu ya kumi, tunaenda kuangalia kukuza uongozi na uwezo wa kujisimamia. Watoto wa kike wanahitaji kuwa na ujasiri wa kuchukua nafasi za uongozi na kuwa na sauti katika jamii. Wafundishe kuwa na maamuzi yenye busara na kuwasaidia kujua jinsi ya kutafuta suluhisho kwa matatizo yao. Waonyeshe kuwa na uthubutu na kujieleza na kutafuta haki zao katika mazingira yoyote. Sehemu ya kumi na moja tunaenda kuangalia uangalizi na mapenzi ya familia. Kuonyesha mapenzi kwa watoto wa kike ni muhimu katika kujenga msingi wa familia thabiti. Hakikisha unatoa muda wa pamoja na mtoto wako kwa kuwa na mazungumzo ya maana. Uangalizi na mapenzi ya dhati hujenga msingi wa mtoto kuwa na imani kwa familia na jamii yake yote inayomzunguka. Ndugu mzazi na ndugu mlezi, kulea mtoto wa kike ni jukumu la kipekee na lina majukumu makubwa. Kama mzazi, wewe kama mzazi ni muhimu kumfundisha mtoto wako kuwa na imani na uwezo wake. Muonyeshe upendo na kumsaidia kufikia malengo yake. Asante kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili upokee video nyingine muhimu ambazo zitakuwa zinafuata. Tutaonana tena kwenye video ijayo. Asante na karibu tena.